Karibu sana katika Wanangu Podcast, mi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the rap addict. Nakukaribisha no sana sana sana katika episode yetu mpya ya 49 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza ya kutune in kwenye Wanangu Podcast, shout out to you kwa kuweza kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza show hii, lakini kama wewe ni day one listener kwamba tuko pamoja kuanzia enzi za Telegram mpaka well, sasa hivi tunapatikana kwenye Apple Podcast, tunapatikana kwenye Spotify, tunapatikana kwenye YouTube, na sehemu nyinginezo ambazo tutaendelea kuwajulisha kadri ambavyo tutakuwa tukipatikana katika maeneo hayo. Nichukue nafasi hii kuwashukuru watu wote ambao wamekuwa mkisapoti Wanangu Podcast either kwa kulike, kwa kushare au hata kwa kufuatilia tu maudhui popote pale ambapo nimepata nafasi ya kufanya hivyo. Ningependa kuwasihi tu kwa sasa hivi ambavyo tunapatikana kwenye hizi streaming platforms ambazo nimekutajia kama Apple Podcast, Spotify na YouTube ni muhimu sana ku, ku, ku, ku rate hii show. Utaona kuna five stars pale ambazo zipo zinafanana na zile ambazo unazitumia ukiwa unatumia Uber au Bolt, ndio kwa hiyo zile ni muhimu sana. Ukisikiliza pale uka, uka rate ile show pale, kama rates zikiwa nzuri kila anayesikiliza rate inakuwa nzuri, inarahisisha sana kufanya show iweze uh, kuonekana na watu wengi zaidi, kwa hiyo tafadhali na ukipata nafasi ya kusikiliza kwenye hizo platforms kama Apple Podcasts na Spotify usisahau ku rate show ili weza kuifanya iwe visible zaidi kwa watu wengine. Sasa bila kupoteza muda, tuende kwenye mada ya leo ambayo tunataka kuzungumzia kitu kidogo tu ambacho kinaitwa overconfidence. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema kwamba ni kujiamini kupita kiasi. Sasa kwa hali ya kawaida, kujiamini ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu kama binadamu. Kama binadamu upo na unaishi, kuwa na kujiamini kwa kwa kiasi fulani ni muhimu sana, kwa sababu kunakusaidia kusaidia wewe kuweza kufanya mambo kiurahisi, tofauti na ukiwa unajishtukia shtukia unahisi kama wewe hauja haujatimia kwa namna fulani whether intellectually au physically. Lakini unapokuwa una confidence ni vizuri, kwa sababu unaweza ukafanya jambo ambalo unataka kulifanya kiuhakika zaidi, kwa sababu unajiamini. Lakini hiyo confidence au uko kujiamini kunapozidi wa wakati mwingine kunaleta matatizo vile vile kwa watu rahisi. Ah, si si eh? Ni, ni rahisi zaidi kujitoa, lakini watu wengi sana, kama sio wote, ni wahanga wa wakimaanisha kama binadamu katika utambuzi wetu wa mambo, kuna wakati mwingine, bila hata sisi wenyewe kujua, tunaweza kupendelea jambo fulani juu ya lingine au kuwa wabaguzi katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo wanasema ni cognitive bias, kwa sababu wakati mara nyingi hata hatujui kwamba tuna ubaguzi huo au upendeleo huo wa jambo fulani dhidi ya jambo lingine. Sasa inavyokuja kwenye suala la overconfidence ni kwamba mtu anakuwa anajikadiria kwamba ana uwezo wa kufanya jambo fulani kwa kiwango kikubwa kuliko ule uhalisia ambao uliopo. Let's say kama watu walicheza mpira labda katika kupiga danadana, au sio? Mtu akasema kwamba mimi naweza nikapiga danadana n mia moja, lakini uhalisia kwamba danadana ambazo anaweza akapiga pengine ni nane mpaka kumi. Mona, sasa hiyo ni overconfidence. Yani, kwamba kujiamini kwake kumepitiliza kiwango cha uwezo ambao yeye anaweza akafanya jambo fulani. Sasa hapo ndio ambapo sasa overconfidence ubaya wake unapokuja, kwa sababu kama utafanya maamuzi a, kwa kuzingatia kile ambacho unaamini kwamba unaweza kukifanya lakini kumbe kiuhalisia una uwezo wa kufanya jambo hilo, maanake uko unakoenda, pengine matokeo yanaweza yasiwe mazuri sana, kutokana na ukweli kwamba uliamua kitu ambacho hujafikia uwezo wake ukifanya, au ulidhani kwamba una uwezo wa kufanya hicho kitu kwa level kubwa zaidi kuliko uhalisia wa uwezo wako ulivo. Kwa hiyo, hiyo ndio overconfidence. Uh, japokuwa kuna wanazuoni wengine ambao wana, wana, wana wana, wana challenge so, lazima la, la over confidence. Wanasema kwamba mara nyingi watu wanasema kitu fulani over, yani kwamba fulani alikuwa na over confidence pale tu ambapo matokeo yatakuwa si chanya, yani kwamba matokeo ambayo mtu ameyapata katika kufanya jambo fulani yasipokuwa mazuri, basi watasema huyu jamaa alikuwa na over confidence na ndio maana ameshindwa kufanya ile jambo. Lakini kama akitumia level ile ile ya confidence kufanya jambo And then matokeo yakatoka chanya, akafanikiwa kwenye lile jambo ambao alikuwa anataka kulifanya, watu hawatumii tena neno overconfidence. Kwa hiyo inakuwa tu ni confidence ya kawaida. Kwa hiyo sasa, wakati mwingine inakuwa ngumu sasa kupima kwamba level sahihi ya confidence ni ipi, kwa sababu uh, whether kujua kwamba eh mtu alikuwa na overconfidence, au hakuwa na overconfidence, mara nyingi inapimwa kutokana na matokeo Aliyoyapata mtu huyo. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya challenge ambayo kuna baadhi ya, ya, ya wanazuoni wana, wana, wanairaise kwamba uh, ninapozungumzia swala zima la overconfidence. Lakini katika maisha yetu ya kila siku wote tunafanya haya makadirio ambayo tuna mara nyingi tunakosea, yani kwamba unaweza ukahisi kwamba okay nikiamka saa moja kamili nitawahi kazini hai? Okay? Alafu unakuta umeamka muda huo lakini usiwahi kazini kama ulivyotegemea kutokana na factors mbalimbali mbali mbali ambazo huwa uh, zinaibuka pale ambapo unataka kwenda kazini kwa mfano ndio. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, kukadiria uh, vibaya, na kuna, kuna aina kama tatu ambazo overconfidence naweza ikajitokeza katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kuna ile ambayo wanaita overestimation, ambayo unakuta makadirio ambayo unayafanya ni zaidi ya uwezo uliokuwa nao. Let's say unataka kusoma kitabu kina peji 300 na ukasema, ah hii kitabu nitakisoma ndani ya siku tano, lakini unakuta kumbe, uh, spidi yako ya kusoma ni ni ndogo, kwa hiyo ukakisoma kwa wiki mbili au tatu. Kwa hiyo hiyo ni overestimation na inatokea mara nyingi kwenye vitu vingi ambavyo tunavifanya. Uh, kuna nyingine wanaita overplacement, ambayo yenyewe ni kwamba let's kuna madereva watano au sita uh, wapo ndani ya chumba kimoja, kwa hiyo kila mtu anahisi kwamba yeye ni bora kuliko madereva wengine. Sasa hiyo ni overplacement, yani kwamba una, you place yourself above other people. Uh, na unafikiri kwamba wewe uko bora zaidi kwenye kufanya kitu fulani kuliko watu wengine, lakini unakuta mkipewa hiyo task ya kufanya hicho kitu uh, inakuwa ni tofauti kidogo. Unakuta uwezo wako pengine ni mdogo kuliko ulivyofikiria. Kwa hiyo hiyo inaitwa overplacement. Ya mwisho inaitwa overprecision. Hii ni ile unadhani kwamba una, una taarifa fulani ambayo ni sahihi kabisa yani unaweza kukuta mtu anabisha kabisa akakwambia kwa mfano Mwalimu Nyerere amezaliwa 1923 sasa yeye ameamini kabisa hiyo kwamba huo ndo uhalisia wa mambo yalivyo lakini nakuta kwamba katika uhalisia Mwalimu Nyerere amezaliwa mwaka 1922 kwa hiyo ni, ni zile facts ambazo tunakuwa nazo tukiamini kabisa kwamba hizi ndio facts na mambo yako hivi kumbe kiuhalisia unakuwa uko wrong. Kwa hiyo, hiyo ni over precision, yani hauko precise kama ambavyo unafikiri uko. Kwa hiyo, hizo ndo aina tatu ambazo overconfidence inaweza ikajionyesha kwenye maisha yetu ya kila siku. Na kwa mifano hiyo, tunafikiri usha ushafikiria kwamba katika scenario tofauti tofauti, pengine na wewe pia ulikuwa overconfident bila hata wewe kujua, na mara nyingi zinatokea kwenye maisha yetu ya kila siku. Okay, so katika kumalizia tu hii concept ya overconfidence, nataka kumalizia na kitu kimoja kinaitwa the Dunning Kruger effect, ambao uh, walikuwa ni wanasaikolojia wawili, kuna mmoja anaitwa David Dunning na mwingine anaitwa Justin Kruger, ambao surnames zao zilichukuliwa kwa sababu walifanya kazi pamoja ah, uh, zikatengenezwa hicho kitu kinaitwa the Dunning Kruger effect, ambao ni aina ya overconfidence na kama tulivyoelezea overconfidence kuanzia mwanzoni, lakini specifically inaelezea wale watu ambao uh, sio wataalamu kwenye, kwenye field fulani. Let's say kama kwenye football, unasikia mashabiki kila siku wanasema yani pale, hata mimi ningefunga pale. Ndio yani jamaa amekosa goli pale, lakini pale hata mimi ningefunga yani ukiniweka mimi pale nafanyaje? Nafunga. Kwa hiyo hiyo ndio the, the, the Dunning-Kruger effect ambayo inaelezea kwamba mara nyingi wale watu ambao hawana skill kwenye kwenye kwenye field fulani, wanakuwa confidence yao ipo kubwa zaidi kuliko uwezo wao wa kufanya hilo jambo na kama ambavyo tumeona, overconfidence of course ipo, sidhani kama kuna mtu anaweza akaikimbia kwa asilimia mia moja, lakini hii, the Dunning Kruger effect na based specifically kwa wale watu ambao hawana skills za kutosha, hawana ujuzi wa kutosha kwenye tasnia fulani nainaelezea kwamba mara nyingi uh, watu hao wanakuwa wana confidence kubwa kuliko uwezo wao wa kufanya hilo jambo, kama nilivyokupa mfano wa mpira na tumesikia mara nyingi sana tunasema ni pale, hata mimi ningefunga. Lakini kiuhalisia ni kwamba ukimpa mpira na kuna mechi na kuna watazamaji wanaangalia hiyo mechi, sidhani kama anaweza akaperform kuliko wale watu ambao wanacheza mpira professionally, au sio? Lakini hiyo hiyo learning curve effect, kuna wengine wameenda mbali zaidi wakaigeuza, wakasema wakati mwingine hata wale wataalamu ambao wana uh, uwezo mkubwa wa kufanya jambo fulani, unakuta level yao confidence inakuwa chini kuliko ujuzi waliokuwa nao. Let's say mtu wa, ni mtaalamu au ni mtafiti wa mambo fulani, lakini unakuta wakati mwingine confidence yake inakuwa iko chini kuliko hata uwezo, yani uwezo wake uko juu, lakini confidence yake inakuwa iko chini. Kwa hiyo hiyo kwenye the, the, the Dunning-Kruger effect, kuna wengine walikuja wakaiendeleza zaidi, wakasema sio sio watu hawa ambao hawana uwezo wa kufanya hawana ujuzi wa kufanya jambo fulani, lakini hata wale wenye ujuzi pia kuna kama reverse effect fulani hivi, kwa wale ambao wana skills za kufanya kitu fulani, lakini confidence inakuwa chini, nafikiri kutokana na ile sababu kwamba wanasema the the more you know, the more you know, you don't know. Kwa kwa hiyo kadri unavyozidi kujua mambo ndio kadri unavyozidi kujiona kwamba hujui mambo. Kwa hiyo inaweza kawa pia inapelekea kwa watu ambao wana ujuzi wa kufanya kitu fulani, confidence yao ikawa chini uh, uh, kuliko uwezo wao halisi kwa hiyo yeah, kama nilivyosema, overconfidence ni kitu ambacho toka tuanze kukifikiria, kuki tunavyofanya maamuzi yetu ya kila siku. Je, haya makadirio ambayo nayafanya yako sahihi? Wakati mwingine, kama una uwezo wa kutesti uwezo wako kabisa, ni vizuri ukafanya hivyo, ili maamuzi ambayo unafanya ambayo yatatokana na wewe kujua uwezo wako halisi wa kufanya kitu fulani yatakuwa bora zaidi kuliko ukakadiria, tukasema ataweza, utafanya hivi na hivi au Umeona, yani ese watu wanakimbia marathon labda mita kadhaa kilomita 42 let's say ah, ukasema na mimi kesho nakimbia, lakini kiukweli uje kimbia labda miaka kadhaa na uta uje kukimbia hata kilomita 21. Umeona, kwa hiyo makadirio kama haya yanaweza kusababisha maafa wakati mwingine, ukijiona kwamba uko fiti, unaweza kufanya kitu fulani, kumbe pengine umri umeenda uh, na una uwezo huo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine kujaribu vitu Uh, na kufanya maamuzi baada ya kuona kabisa uhalisia wa level yako ya performance, uh, inaweza kusababisha wewe kufanya maamuzi sahihi zaidi kuliko ukajikadiria tu ukasema, uh, ah, mimi niko gani nafanya hivi zamani, basi sasa hivi nitakuwa na uwezo wa kufanya hivi, kumbe pengine mambo yamebadilika. Umeona, kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kuikimbia hii overconfidence pale ambapo tunaweza, kwa sababu hatuwezi kukimbia muda wote, kama nilivyosema sisi wote wote yohanga wa hiki kitu kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yetu ya kila siku na nadhani tukikitambua kwamba kipo na tukajaribu kukikimbia pale ambapo tunaweza, na fikiri tunaweza tukapata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 49 ya Wanangu Podcast. Hopefully haikuwa kama darasa, hopefully hujakuwa bored sana, hopefully umepata kitu ambacho pengine ulikuwa ukijui unaanza kusikiliza au kama ulikuwa unajua, basi nimekukumbusha. Nafikiri ni kitu sahihi na ni kitu chema kufanyika, au sio? Kwa hiyo, I am your host Good Luck Joseph, till next time, peace.